Na serikali ya Kenya kupitia waziri wake wa mambo ya nje Musalia Mudavadi imethibitisha kuwa bado mwanaharakati Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka za Tanzania na kwamba juhudi za kumrejesha Kenya zinafanyika. Hayo yanajiri wakati vuguvugu vugu la wanaharakati wa Kenya akiwemo mke wake Boniface Mwangi kushinikiza mwanaharakati huyo arejeshwe Kenya mara moja. Mwanahabari wetu Florence Majani kutoka Dar es Salaam na maelezo zaidi. Yupo wapi Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire? Haya ndiyo maswali yanayoulizwa na wanafamilia, raia wa Kenya na wanaharakati wa Tanzania, Kenya na Uganda. Ni baada ya wanaharakati hao wawili kutorejea nchini mwao kama ilivyotarajiwa. Hata hivyo majibu yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi ni haya: yupo Tanzania with... ninawasiliana na mamlaka za Kenya huko, anashikiliwa na mamlaka bado na tunatarajia ataachiliwa. Wanaharakati hawa walishikiliwa na polisi tangu Mei kumi na tisa wakiwa hapa nchini ambako walifika kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundulisu. Kwa mujibu wa mawakili waliokuwa wakiwapa msaada wa kisheria jana, Mwangi na Atuhaire waliachiwa na kupelekwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kurejeshwa katika nchi zao. Hata hivyo, mke wa Mwangi, Njeri Mwangi, alilalamikia mamlaka za Tanzania kwa kushindwa kutoa taarifa za alipo mume wake na sababu za kumshikilia. Mpaka sasa hajafika hapa Kenya na mimi kama mke wake nina haki ya kujua alipo mume wangu, tujue na sababu hata za kumshikilia, na tunataka uhakika wa maisha yake na sababu za kumshikilia mpaka sasa. Awali DW ilipozungumza na kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, LHRC, nao pia hawakuwa na, na taarifa zozote kuhusu walipo wanaharakati hao. Kaimu mkurugenzi wa LHRC, Fulgence Masawi anafafanua zaidi. E, yule wa Uganda wakasema ndege ya Uganda iko kanseli. Mtu wa Kenya wakasema atamweka ndege ya saa mbili, fili, benjia, lakini imejaa. Lakini hata hivyo, juhudi za kulipata jeshi la polisi ama uhamiaji hazikufua dafu baada ya simu zao kutopokelewa. Wakati haya yote yakijiri, serikali ya Tanzania kupitia waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jerry Silaa imetoa ufafanuzi kuhusu kudukuliwa kwa baadhi ya akaunti za mitandao ya kijamii ya serikali, zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabiti na ikasababisha kuweza kuingiliwa mitandao hiyo ama akaunti hizo zimesharejeshwa. Jana akaunti ya ya X ya jeshi la polisi ilidukuliwa kwa saa kadhaa na kuzua taharuki, na baadaye jeshi hilo lilitoa taarifa ya kuwasaka waliofanya uhalifu huo wa kimtandao. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.